Alhamdulillah, hukumu yako wewe zania, umeasi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na umefanya kitu mbaya sana na um, kwanza umeasi mola wako ambaye zina yeye kaharamisha. Lazima ufanye haraka sana kwamba Mungu akusamehe, kama hujatubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hatua kwanza ya tauba ni kujuta, ya pili usubie kitu ile

anasema mehifadhi ghaiba na mume wake kama yuko mbali, wanahifadhi mwili wake mali yake watoto no. wake. Sasa katika sifa hii meondoka ngobe Allah subhanahu wa Ta'ala. Kama unaona mume wako kwa kila baada ya miezi sita anakuja, wewe huwezi kuvumilia no. basi monge mume wangu usiende moja. Kama mekataa kuvumilia, omba kube talaka, lakini maasi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanamke Sheikh Idrisa no. yuko katika ndoa anazini, dhambi yake kubwa kuliko mwanamke ambaye anazini hayuko katika ndoa. Wote ni zina haram mm. lakini hii ni dhambi yake kali sana kama iko sheria wa Uislamu na daula ya Kiislamu, au kiongozi wa Uislamu, au khalifa wa Uislamu, kama amekamatwa mwanamke huyu amezini na ushahidi uko wazi, au yeye amekubali, mm. inapiga mawe mpaka afe Tofauti mwanamke ambaye hayuko katika ndoa au hajaolewa, yuko binti hajaolewa kabisa, mm. ni unapiga bakora tu basi. dhambi imefanya dhambi kubwa sana, aombe Mungu amsamehe, na asiwambie mume wake manake atakasirika, lakini ajute, asirudie kabisa. Hii ni masia ni dhambi kubwa kabisa. Naam, sawa sawa -sa.